Je, yeah, sheria kama ambavyo inatengeneza uwepesi wa kuingia pia inatengeneza uwepesi wa kutoka. <laughs> <laughs> hey, imeweka ugumu sana wakati wa <laughs> kutoka, na kuna sababu yake. Kuingia rahisi, kuingia rahisi kama kituo cha polisi. Kuna mtihani, mtihani wa kutoka huko wapi? <laughs> <laughs> Mtihani hasa wa kutoka, si kila sababu inaweza ikapelekea ndoa kuvunjika, na kuna sababu ambazo zimeainishwa kwenye sheria ya ndoa yenyewe lakini pamoja na kuwa unaweza ukazitoa sababu hizo, ni lazima uthibitishe katika kiwango ambacho inaonyesha kwamba ndoa hiyo imevunjika kiasi kwamba haiwezi kurekebishika irreparably broken down. Imevunjika pasipo, kwa hiyo unaweza ukathibitisha kwamba ndoa imevunjika lakini ukashindwa kuthibitisha kwamba haiwezi kurekebishika hmm. Kuna vitendo ambavyo vinapotokea tu pap Yani tayari hivyo vinachora vina, vina mstari wa kwamba vinatengeneza msingi wa moja kwa moja wa ndoa wa wa, wa, wa, wa ku, wa, kuvunja ndoa hmm. Yani ki, eh, e, yani e, kitendo tu chenyewe kimetokea tu, bana mwenzangu kafanya hivi, hicho tu by itself sheria inakubali kwamba kwa hiki basi, kama unataka talaka tunakupatia vitaashiria mm, moja katika sababu ambapo kwa mfano mm, ugoni wa kujirudia rudia na limetumika oh, neno hilo kwenye sheria ya mba, ndoa mpaka kujirudia. Alex, kwa mfano huwezi ukapeleka maombi ya talaka kama ndoa iko chini ya miaka miwili. Unaweza ukasema huyu mume wangu au wa mke wangu ameniudhi wa kitu hiki na hiki, nataka talaka. Mahakama ikasema chini ya kifungu gani? katika vifungu vyetu hapa, tukiangalia hiyo sababu haipo katika hmm, sababu zilizotajwa. Hiyo sababu <coughs> za haraka haraka za kuvunja ndoa ni zipi? Ukatili, cruelty Mm -hmm. Ukatili unaweza ukawa wa waki, waki fi, waki kisaikolojia, okay, fikra mm -hmm. na ukatili ambao ni physical ambao ni wa kimwili. mm -hmm. Um, jingine <coughs> ugoni unaojirudia rudia. mm -hmm. nyingine utelekezaji. mm -hmm. kwamba ukimtelekeza mkeo katika kipindi fulani mm -hmm. na hutoi uh, matumizi kumjali katika namna ambayo sheria ya ndoa inasema mm. kwamba mume anatakiwa atoe chakula, mume anatakiwa atoe uh, ma malazi atoe mm. matumizi kadhaa kama, mm. utoe, hiyo inaweza ikawa ni sababu inayopelekea talaka. mke akinitelekeza, ama sheria mm. haina kitu kama hicho? Sheria inasema wajibu wa kwanza kabisa wa kumtunza mke mm. au Lio. kwa wanandoa, mume ndo ana wajibu wa kumtunza mwanamke kwa ila isipokuwa pale ambapo <laughs> so, itathibitika kwamba huyo mm. mume hana uwezo kabisa mm. na pengine uwezo huo ameukosa mm. akiwa kwenye ndoa yenyewe. Mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu <laughs> kukupa hamasa, kujengea uwezo <laughs> wa kufanya <laughs> zaidi na kuwa zaidi.